Ndugu zetu majirani hawa wanaotuzunguka, sisi changamoto imetukuta kwa sababu tunajikuta sisi hatuna eneo tena. Mawindo yetu tulikuwa tunaendea vizuri, na tunapata asali, matunda yetu kama kawaida na nini, lakini sasa ikaingia changamoto ambayo tunajikuta tuna sasa hivi wako wawenzetu hao majirani wanaleta ng'ombe hapa wanachunga hapa hapa kwetu, jirani wanyama, sisi tunakosa wanyama. Hata ukimpiga mnyama inakuwa ni changamoto ngumu, namna ya kufuata hata nyayo, kwa sababu ikipita tu ile saa moja saa mbili tayari hapo unaenda kukosa upa, upati hata ile nyayo mnyama alikopita ulikompigia, kwa sababu ya ile miguu ya wanyama au ya, ya, ya, ya, mifugo ng'ombe, mbuzi, punda wamejaa hapa kwetu. Kwa hiyo unakuta sisi tunakosa riziki, na namna moja au nyingine unafika sehemu, hata ukikuta asali katika mibuyu hii yetu, tunapenda tuna kwenda kuchukua asali kwenye mibuyu, unakuta mtu anakwambia, huu mbuyu ni wa kwangu, bwana, usipande huko kwenye huu mbuyu, ni wa kwangu. Sasa inakuwa ni shida. Swala la maji pia, maji sisi tangia zamani, enzi na enzi, sisi maji tulikuwa hatuna habari ya kuchimba, hatuna habari ya kufanyeje, isipokuwa tunafata majira ya mvua. Mvua ikinyesha, maji ndio maana tuko hapa sasa hivi pangoni. Kwa sababu maji yako karibu, ni karibu, kwa mfano tunafata tu kwenye huu mto hapa, hii korongo mliovuka darajani pale. Hapa tunachukua maji. Na mvua ikikata, sisi hapa tunahama Amta tukuta tena hapa, tunaenda kusogea sehemu ambapo karibu na maji, ndio asili na asili tunavyoishi, lakini, lakini kwa sasa hivi, sasa inabidi tukae tu mahala pamoja, kwa sababu unapohama kwenda sehemu nyingine unakuta sehemu hiyo imeshafungwa, ni eneo la mtu. Naona mtu, mtu anakuambia kabisa kwamba mpaka ng'ombe wangu wanywe, washibe, watoshe maji. Ndipo na wewe upate maji. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inatukuta sisi na sisi hiyo habari tulikuwa hatujui kwamba hii leo itatokea eneo la kwako, sijui eneo la huyu, sijui eneo la huyu. Sisi zamani tulikuwa hatujui hiyo. Kwa jina naitwa Maria Yona. Changamoto ambazo zinatukumba sana sisi wanawake ni mazingira ambayo tunayoishi. Yaani kweli inakuwa ngumu kwenye Yani mimi kama mwanamke inanipa ngumu kwa sababu uh, kwanza kabisa sina maeneo ambayo ni ya utafutaji yani, kut, yani kwa upande wa chakula hivi. Kwa hiyo kwa kawaida kabisa sisi wazabe tunapenda mizizi, matunda kwa ajili ya chakula. Maeneo yale ambayo yamezingirwa na watu ni maeneo ambayo vyakula vyetu ndo vina, vina vipo pale kwa kweli vile vi, yani, m, vyakula yani matunda kama midabi, mibuyu na mengine, ni ya siwezi kwa Kiswahili najua kiazabe ki kongolo bishu kae kala haibi, inakuwa ni hamna maana. Vile vyakula vinapenda kukaa kwenye vyanzo vya maji karibu karibu hivi kama midabi hivi. Kwa hiyo vile ile sehemu inakuwa kwenye kilimo kama watu wanaolima ni nzuri kwa, kwa hiyo vile, vile vyakula vinakatwa unaona inakatwa sasa, inatumika kama hiyo eneo kama, kama sehemu ya kulimia. Kwa hiyo sasa inakuwa inabidi, ni ngumu inabidi nianze kutembea kwenda sehemu ya mbali tena, kwa hiyo ni ngumu kabisa. Mi ningependa tu, yani, kitu cha kwanza tuwe tuna maeneo ambayo yanalindwa kiusahihi kabisa, kuwa ni matumizi ya jamii ya Kihadzabe kwa ajili ya matumizi asili ndogondogo. Hapo ndo tutapata tuta vitu vyetu vya asili. Of course ni kweli huku imekuwa ni changamoto kubwa sana ardhi kwa sababu ya kilimo, bonde zima la Yasi kilimo ndo kimekuwa ni sehemu ya uchumi mkubwa sana kwa sababu wanajhusishana na kilimo cha kitunguu na mahindi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto katika ardhi, watu wengi sana wanazivamia kwa ajili ya hayo mahitaji, lakini kama serikali haikuacha Wahazabe mbali. Mara nyingi changamoto nyingi zinazotokea za Kihazabe huwa serikali inakuwa bega kwa bega kwa wao kwa ajili ya kuzitatua changamoto hizo. Kwa mfano kama hizo walizozielezea kwa wakati huo hapo, nadhani zipo katika sehemu husika za kimamlaka za kiserikali, wanaendelea kuzisimamia na kuzitatua kuhakikisha kwamba Wahadzabe wanapata stahiki zao, kwa sababu Wahadzabe ni sehemu ya uchumi wa Tanzania, ni sehemu ya uchumi wa Karatu, tarafa ya Yasi na kata ya Baray kwa ujumla. Kwa hiyo wana mchango mkubwa sana, utalii unafika kwa hali na mali na na kwa kiwango kikubwa sana utalii unafika, unasaidia wao kama wao kuendesha maisha yao, kwa sababu kama tunavyoelewa jamii ya Kihazabe huwa haijihusishi na kazi nyingine zozote. Wao wanatumia tu basi vyakula vyao vya asili na wanapata mahitaji yao kupitia huu utalii. Mtalii anapokuja kutembea katika jamii zao, ndio wanapata zile stahiki ambazo wao wanazihitaji. Kwa hiyo kama serikali ipo bega kwa bega nayo wanajitahidi sana kuhakikisha changamoto zao zinapotokea, basi wanazisimamia. Kwa hiyo nina imani bado serikali ipo pamoja nao kwenye changamoto, wataendelea kwa pamoja nao wataendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba kila kinachohitajika wao kukipata, kilicho haki yao, basi wataendelea kukipata.